Wazewe, vipi? Mbona umetulia sana? Poa oa, unajua nafikiria nini? Nafikiria kwamba nafikiria sana wao kwamba uh, wana date na wafanyakazi wa benki uh, wale makeshia, au mtu yoyote tu ambaye kwamba anafanya kazi benki au hata wale watu ambao watu wa IT wanawafikiria sana wale kwamba wapo kwa mahusiano na watu kama wale. Hivi, unawaamini watu kama hao katika masuala ya mahusiano hasa kitandani? Nasema kitandani kwa sababu hawa watu ni yani, nikimagine jinsi wanavyocheza na zile uh, is it keyboard, ama tutaita hiyo pad, jinsi wanavyocheza nayo wakiwa bank ama wakiwa katika maofisi yao sehemu tu hizo ambazo kwamba wanafanyia kazi, na imagine niso wanavyocheza na hivyo. Sasa mtu kama huyo unamwaminije wewe hmm? wakati wewe uko uchi, alafu umemwachia matako yako hivyo, vidole vyake, nahisi kwamba hawezi pita matakoni katikati, si ni fasta tu pia, alafu shatoka, ukishtuka nikashafanya kitambo, memaliza.